Ni ujenzi wa mabweni mkoani Iringa kwa ajili ya wanafunzi wa UDOM wanaofanya mafunzo kwa vitendo katika hospitali ya rufaa mkoani Iringa, ambapo Mei 13, 2025 makamu mkuu wa chuo Profesa Lugano Kusiluka pamoja na viongozi mbalimbali wa mbali chuo wamefika katika eneo hilo kwa ajili ya kutembelea na kukagua maendeleo ya mradi huo ambao unajengwa kwa kutumia mapato ya ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Tunajenga hostel kwa ajili ya wanafunzi wetu nao wanafunzi ambao wanasomea uh, fani za afya kama udaktari wa binadamu lakini na wauguzi. Sasa wanafunzi hawa huwa wanafanya mazoezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Uh, kwa sasa tunapanga nyumba uh, za watu mbalimbali hapa mjini, lakini tunadhani ili waweze eh, kuendelea kusoma vizuri hata wanapotoka madarasani wanapotoka kwenye hospitali wakirudi, wanatakiwa waendelee na kusoma, waendelee na majadiliano, waweze kuendelea kutumia muda wao vizuri kwa ajili ya masomo. Kwa hiyo hili jengo tunatarajia likikamilika litaweza kuchukua wanafunzi mia mbili na arobaini. Na mradi huu umeanza tarehe 28 Novemba 2024 na mkandarasi wa mradi anaitwa KGG Investment wa Dar es Salaam, na gharama za mradi huu ni bilioni 3.4, na muda wa mradi ni miezi 18, kwa tunatarajia mradi huu hutaisha Mei 13, 2026. mpaka sasa tuko zaidi ya asilimia kumi ya utekelezaji Wakati ambao tumeanza mwishoni mwa mwezi wa 11, na tunatarajia tarehe 13 mwezi wa 5 2026 tutakuwa tumemaliza <coughs> na nashukuru leo tumekuwa na ujio wa viongozi wa UDOM. Kuna mambo ambayo wameyaona kwa sababu wao ndio watumiaji wa jengo. Kuna maelekezo tumeyapokea, na tunaahidi kwamba tutayafikisha pia kwa mshauri kwa ajili ya hatua za mwanzo za design na kutupa sisi maelekezo . UDOM inaendelea kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kujifunza na kujifunzia kwa ajili ya kizazi cha leo na cha baadaye. Karibu chuo kikuu cha Dodoma, UDOM. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine, bye. bye.